gumu wa hii kazi ni ile tu, ni ile kama hivi kubeba mawe ndo kurundika, uanze kugonga ndo hivyo. Kama umezoea kazi ngumu huwezi, huwezi kakushinda kazi kama hii. Ndio maana tunapambana hivyo hivyo, naangaika na watoto kama hawa, manyanyasa naepitia unaip, kuna muda unawaza kweli lakini unafikiria unafikiria mtoto malaika kama huyu maana Ha, kutafuta. Hapa ni nje kidogo mwa mji ama mji mdogo wa Haydom, wilaya ni Mbulu mkoani Manyara, nakutana na, na kundi la wanawake ambao wamekuwa wakijishughulisha na shughuli ya upondaji wa kokoto katika eneo hili, changamoto kubwa ni ukosefu wa ajira wao binafsi wameamua kujiajiri katika shughuli hii ya upondaji wa kokoto licha ya ugumu ambao wanaupitia katika eneo hili. Tumezungumza na baadhi ya wanawake ambao wamekuwa wakijikita katika shughuli hizi. Nao hapa wanatueleza namna ambavyo biashara hii ya upondaji wa kokoto ulivyoanza kubadilisha maisha yao na mtazamo kuhusu ajira. Kwa majina naitwa Johari Josefu Mkumbo, mzaliwa wa Singida wilaya ya Mkalama, na siku ya nne leo na kilicho ni sukuma ni changamoto ya maisha. Kwa hiyo hali ni ngumu ya kimaisha, alafu nikiangalia sina mtaji wa kufanyia biashara yoyote, kabidi nje nitafute chakula ya mtoto, kwa maana mtoka na, natoka na mtoto wangu kuja kwenye mihangaiko kwa siku. Nimefanya kazi siku tatu, maana ndio mwanzo wa kufanya, nikawa nimepata shilingi elfu kumi na mbili kwa siku tatu hiyo napata chakula ya mtoto, sio kama nilivyokuwa nyumbani nakaa. Unakuta mda mwingine upo hivyo hivyo, huna hata hela ya mkaa wala nini. Watoto na watatu wawili, siko nayo, wapo kwa bibi yao. Sasa hapa naye tu huyu huyu, baba yake haeleweki, kazi anafanya kila hamna chochote anacho nisaidia mi na, chochota, na mtoto hela kweli anapata. Sasa nikaona kuliko kujichukulia maamuzi magumu, nikaona bora nikajitafutie. Veronika Nikodemu, kazi wa Haida. Kazi hii nilianza mwaka huo tatu, changamoto ta za maisha maisha ilikuwa mgumu, kaenda kufanya hii kazi Nimeona sina kazi ya kufanya, nikaona ni nifanye hii kazi asikunaingiza elfu tatu au, au sita igonga daramu mbili. Mimi naitwa Daniel Jacob Mchuno mkazi wa Haydom, wanawake pamoja na sisi, ugumu tunaoupata ni kwamba hapa tuko kwenye jua kali, pia tunawasomesha wanafunzi kwa kutumia shughuli hizi za kugonga kokoto hali ya kipato kwa siku ni elfu mbili, elfu tatu. Kipato cha siku mimi mimi binafsi ningeomba serikali itoe msaada kwa wanawake hawa ili watoto wasome wapate elimu ya msingi pamoja na kuendelea mbele. Kutoka hapa mkoani Manyara mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.